kwa ajili ya mama katika kuhakikisha jambo hili la Meimosi kitaifa linalofanyikia mkoani Singida linaenda vizuri. Mzee, Shikamo. Karaba za kwako. Mambo vipi? Shukuru Mungu. Ni Alburhan Online TV. Unaitwa nani? Naitwa Muro Michael. Ndio. Amejipanga kweli kweli. Hichi hichi kifaa kinaitwaje hiki? Hii ni moja ya zana za kilimo, eh, kwa sababu tunafundisha ufundi wa zana za kilimo na mitambo, eh, tupo Veta Manyara chuo cha Veta. Sawa sawa, kwa hiyo hii ni moja ya mashine ambayo tunaitumia pale kwa ajili ya kukausha nafaka. Nyie na nyie mpo kwa ajili ya masuala ya kilimo? Sisi tupo kama chuo cha Veta, ah, chuo cha Veta. Kina fani nyingi, kwa hiyo fani moja hapo ni ya zana za kilimo yeah. leo umekuja na idea hii? E, idea hii kwa sababu ni kutokana na tatizo la sumkuvu kwa Tanzania mara nyingi tunaona hata uzalishaji wa mazao yanapokwenda nje ya nchi, yanapokuwa tunafungiwa tunakatazwa kuuza mazao, kwa sababu hatujafikisha ile kiwango cha unyevu unaotakiwa katika mazao. Aidha tunapeleka yakiwa amezidi unyevu, hiyo inakuwa kwa na shida mbalimbali, na matokeo yake sumkuvu, unavyojua, ina affect taratibu katika mwili wako na baadaye sababisha nasababisha kansa na vitu vingine. Hiyo kwa sasa, kwa kutumia mashine hii unaweza ukavuna zao lako moja kwa moja shambani, likiwa tuna uwezo wa kupukuchuka, tunaiweka hapa ndani ya nusu saa tunakuwa mahindi yako ame yanaweza kuhifadhiwa vizuri. Mm. Ujumbe wako kwa wananchi wale ambao hawajafanikiwa kufika kwenye eneo hili. Tufanye kazi, mama atatuwezesha vizuri na tutaenda vizuri kabisa e. Basi, asante. Asante sana faida juu ya jambo hili. Kuna wengi hawatambui kwamba Mei Mosi ni jambo gani, Mei Mosi ni nini? Watu wanakuwa hawajui kweli kweli. Kwa hiyo hivyo sisi tunataka tuzungumze na watu mbalimbali mpaka mbali. mambo vipi hii, safi. unaitwa nani? Naitwa Juma. Naona umepiga jezi hii style. Je, inaitwaje? Inaje uvaaji inaitwaje hii hapo, hivi hey. Hii ni uhuru na umoja kwa ajili ya nchi ah, yetu ya Tanzania eh hey. Kwa jezi mbili uhuru na umoja hapo iko wapi? Hii hawa ndio wenye uhuru hii. Hii hawa hivi hey. nimetupilia tu. Unajisikiaje kupata nafasi hii ku, ya kuadhimisha siku ya yasikiaje? Ah, najisikia vizuri sana kupata nafasi kama hii kutokana na kwamba ni, ni kama bahati yani kuja hii. Hey. Kama ni bahati. Hii ni bahati nzuri sana. Ujumbe gani kwa vijana ambao wenyewe wameshindwa kufanya kazi na kuendelea kufanya mambo ambayo yako kinyume na utaratibu anchi. Yani, vijana, wa nchi? Yaani hao vijana wanatakiwa wajitume wafanye kazi kwa bidii eh. ili kupata maendeleo ili kuepukana na mambo ambayo haeleweki. Muna Dalali unajisikiaje kuadhimisha siku hii? Siku iko vizuri, tuko vizuri kabisa. Tunawakaribisha wote kwenye Mei Mosi. Basi shukrani sana. Eh, sawa. Tunaendelea kuzungumza na watu mbalimbali mbali katika hususan kwenye jambo kama hili la Memosi kitaifa na naa ona mambo ona mengi mambo yanaendelea kufanyika katika jambo hili. Kuna vitu vingi vingi vingi vingi, kuna magari ambayo hata sisi wenyewe mimi mwenyewe sijui, na hii kama unavyoona ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tawi la tunge, ofisi ya Bunge, Mei Mosi, uchaguzi mkuu. Hii ndio kauli yetu, uchaguzi mkuu 2022 utuletee viongozi wanaojali haki na usawa ya wafanyakazi sote tuhudhurie. Naona mmependezwa kweli kweli. Eh, hii aina hii naona imekaa kama kibungeni bungeni. ili wazo mlitoa wapi? ni bunge, ni... Ili, ni bunge. E, e, ili ni bunge lakini e, la maigizo a, ni bunge la maigizo, maigizo ndio. na nyinyi kina nani? wafanyakazi wa bunge, tunamwakilisha speaker na katibu wa bunge hapa. Ndio, unaitwa nani? naitwa Soba, Patson Soba. e. Soba Patson pa Patson pa Unajisikiaje nayo kuwa miongoni mwa wale watu wenye afya na kushiriki pamoja na mama kwenye jambo hili? namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo, lakini pia kuja Singida kufanya maonyesho haya kwangu ni neema nyiwe na... kama bunge, wana Singida wamewaangusha kwa mapokezi yao au bado? Bado wako vizuri? Hapana, Singida tumefurahia sana kwa, nianze na msosi kwanza, kuku sana ila tu bado malazi. Malazi kwa maana hoteli, watu mnalala Ikungi, kilomita karibu arobaini unalala tumuli kilomita arobaini wengine wamelala babati kilomita mia moja na wengine wametokea manyoni sasa kwa hiyo kidogo hiyo usumbufu kidogo lakini angalau watu wangejenga hoteli ya yeah. jumba wako kwa wananchi jua masala haya ya mama na amani kwa ujumla amani tanzania ipo amani tanzania ipo lakini tusibweteke kwamba amani ipo tukaendea kuamini tu kwamba ipo ah lazima tuilinde za kuilinda ni mtu kutokuwa na kijicho na mtu mwingine, ni kuona wote ni sawa, na tunataka kujenga Tanzania sawa, sawa. Yeah. Kiongozi umesema yuko wapi, kiongozi wa bunge? Kwa hiyo ndio jaji mkuu mzee, shikamo salama. Kaka salama. Vipi hali safi bana? Ndio, nimeambia hili ni bunge hili na wewe ndio kiongozi wake. Wewe ni nani? Ah, mimi ni kiongozi wa wafanyakazi katika ofisi ya bunge. hmm. Nimewaongoza kikundi hiki kidogo kwa ajili ya kuiwakilisha ofisi ya bunge kwenye ushiriki wa maadhimisho ya Meimosi kitaifa hapa Singida. Kwa hiyo tumekuja kuonyesha sehemu tu ya shughuli ambazo zinatekelezwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambacho ni chombo cha uwakilishi cha wananchi, ni chombo cha kutunga sheria, lakini ni chombo ambacho kimepewa jukumu la kuisimamia na kuishauri serikali ili hivi yeah. Wazo kama ili kuingia kwa aina hii nyie mmelipata wapi na ilikuwaje? Aa, ni ubunifu eh. Tunajua watu wanaalikwa kushiriki kwenye maadhimisho kwa njia ya maandamano, kwa hiyo tumekaa tukaona sisi tuje kivingine tofauti na wenzetu. Sisi ni chombo ambacho kinaisimamia ah, serikali kwa maana ya kutoa huduma. Hatuzalishi, lakini kwenye huduma bado tunaweza tukaeleza nini ambacho bunge linafanya. Kwa sehemu ya shughuli ambazo zinatekeezwa na bunge, tumeandaa kaigizo kadogo ambako wananchi watashuhudia kuona nini ambacho bunge kinafanya kwa kuhusianisha na masuala ya wafanyakazi yeah. Una ujumbe gani kwa wananchi? Ujumbe wangu kwa wananchi ni kwamba uh, wanapoadhimisha uh, sikukuu ya wafanyakazi duniani watafakari yale ambayo serikali imefanya kwa wafanyakazi na kwa wananchi, na tuendelee kutoa sapoti, tuendelee kuchapa kazi. Kazi ndio msingi wa maendeleo, kazi ndio itatupa kipato ambacho kitatufanya tuweze kuendesha shughuli zetu za kiuchumi. Kwa hiyo tujitume katika kazi kwa sababu usipojituma katika kazi hakuna ambaye atakuletea kitu ukiwa umekaa. Kwa hiyo lazima ujishughulishe. Wale ambao ni watumishi wa umma tuendelee kuwajibika kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Wale ambao ni wajasiriamali, sekta binafsi, na wao waendelee kuwajibika na kujituma katika sehemu zao za kazi, mwisho wa siku zitaleta kipato ambacho kitawawezesha kuendesha maisha. Shukrani sana. Na mimi nipate fursa kidogo ya kukaa bungeni. Ni jamani niko bungeni na nimepata fursa ya kuzungumza na wajumbe wa bunge hili ambalo wamekusudia kutufundisha jambo fulani na tutaona baadaye ndani katika jambo la baada ya mama kufika tutaona tutaona vitu vingi vya kujifunza. Na haya ambayo tumeambiwa na wazee wetu, kubwa wetu, na wamekuja kama watu wa bungeni tuachukue ili tuweze kuwafanyia kazi. Tunaendelea kuzungumza na watu mbali